Hey Anita, yes, enda ulete samaki na unga tupike tukule. <laughs> Chukua <laughs> Na mtu sikupokonya pesa, weka huko ndani. Ai! <laughs> hey, kimbia na watu wasikuite kwa barabara sawa? Nimetema mate chini. Isikauke kama ujarudi hapa. Mama Onyango, what is the meaning of this? Meaning of what, Baba Onyango? Huh? Nilisema aje? Si nilisema mtu anakula kulingana na pesa ambayo umechanga. Ama unasahau haraka kabisa. Umetoa silingi kumi na saba alafu unataka kula kitu kama hii. Serious ni? Serious, Baba Onyango? Lakini Mama Onyango, kwani si nilichanga pesa mingi kuliko. Mimi nimechanga kumi na saba, wewe umechanga kumi. Mbona oh, uh, unakula samaki kubwa, mimi unanipatia hii? Hata si mukia. Hii ni nini? Sindano? So unasindana na mwanamke, sindio? <laughs> wanaumezak akiwa bia, unasindana na wanaume, unataka kusindana na mwanamke, sindio? Haya. <laughs> Wacha ni enjoy life, kula hiyo, hiyo ndo hiko.